assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu mtazamaji wa Kishki TV karibu sana kwenye wasaa mwingine adhimu kabisa hii ni fursa 16-3 kwa maana fursa 16-3 ni tarehe 16 mwezi wa tatu ya mwaka 2025 hiki ni kipindi maalum sana ambacho kitakuwepo ndani ya ramadhani kitakuwepo katika siku kadhaa kuelekea kwenye mashindano makubwa kabisa ya qurani kwa mabara yote ulimwenguni lengo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 Asante sana, nikajua we bwana tutapata taarifa nyingi sana kuhusiana na magari hapa. Ni kweli kabisa naam. Uh, nafikiri katika salamu na stori za mwanzo kabisa, tungependa utuambie kuhusiana na, na Africars, japo kwa ufupi ni kampuni ambayo ipo pale ilipo kwa muda gani? Kwa sababu sasa hivi mna branches nane. Ndio, ndio. ilianza lini? na na na ilianzaje? kwa ilianza ilianza branches ngapi? pia karibu sana. Sawa, kwanza kabisa napenda kushukuru kwa Kishki TV kunipa hii fursa adhimu ya kuwa live pia kuwashukuru ndugu zetu kina Abdul Qadir Sheikh Abdul Kadir Qadir Sheikh Kishki kwa kunipa pia fursa hii, nashukuru sana.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 Okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Kwa unajua hapa nataka tupige ndege mm -hmm. wengi kwa juwe moja, maana kuna wale watu wanapenda kununua magari kuagiza magari lakini zao, mimi naamini unajua leo watu wengi wana akili ya kijasiriamali kuna na mm -hmm. wengi wapo wanatamani kuwa kumiliki mm -hmm. kampuni za kuendesha magari kampuni okay, yes. za kuuza na kuagiza magari pia mm -hmm. watakuwepo wanataka kuangalia okay sasa mm hivi -hmm. wana branches nani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 sisi tuna sifa moja ya uaminifu najua. yeah. watu wengi kwenye biashara za magari zinawashinda kwa sababu wanakosa uaminifu naam. no. Mtu anza akaja akaagiza gari yake kwako, mm. akakupa labda 50% payment au 30% payment ilimwagizie gari. yeah. Sasa baadaye gari itakapofika mtu anaanza sasa kupiga chenga sasa, mara mara akakimbia huko, mara akakimbia huko, ajue yote tayari ashaula ashakula gari, kalipa labda kule 20% au 10% pecenti kwa supplier, gari imefika, ile pesa ya kuongeza hana. mm. anaanza sasa kupiga chenga, ndio wateja wengi wanakuta wanayumba, wanakosa sehemu sahihi ya kufanya nayo biashara. Mwagizaji gari ambaye mtu labda mtu binafsi anakuja mteja anataka kuagiza gari, ametoa 50% ametoa 50% labda, yeah. ameagize gari fulani. Kwa hiyo unakuta kampuni nyingi zinakuwa zinakosa uaminifu. Sasa tumejikita kwenye uaminifu kwanza mm. kabla hatujaanza kwenye huduma, tumejikita kwanza kwenye uaminifu, na hiyo kitu ambacho ndio kimetusaidia mpaka tumefika hapa, miaka kumi ya utendaji. Na hata ukuaji wenu eh, naamini na, na mm, unaeleza una hilo moja kwa moja kwa sababu kuna branch nane kwenye jiji kama hili. Ndio, ndio.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 mteja kupata tabu kwenda yeah, kuagiza gari yeah, labda special car, lakini kwa gari nyingi, asilimia tisini na tisa tunazo ziko pale tayari available, na bei tunazokupa sisi ni bei na umeagiza kutoka Japan. Ukasema ukasemaana gari meona katika mtandao labda ni forward au mm, kampuni yote ya Japan mm, ukacheki katika price zile, kuja kwetu sisi kakuta ziko sawa tu, hamna tofauti yoyote. Kwa hiyo advantage moja kubwa iliyopo kuagiza gari Africars mimi mm. ni kwamba mm. muda utakuwa ni mm. mfupi sana wa kuagiza mm. tuseme ukiagiza gari Japan labda inaweza kuchukua zaidi ya mwezi, si ndio? Zaidi ya mwezi. Hapo kwetu sisi advantage yake tuna stock ipo tayari. Kwa hiyo hauna haja ya kusubiri, unachukua tu gari lako unaondoka nayo. Mashaallah. Kingine ambacho ningependa kufahamu. Ndiyo, ndiyo. Unajua kwenye usawa wa magari huu mm. Kuna mtu anakuja kununua gari lakini, hana ujuzi sana wa magari okay, ila yeye kalipenda gari fulani tu na mahitaji yake fulani labda, na anaishi mtu maeneo fulani okay, yeye anataka kuagiza gari fulani. Ningependa kujua kampuni Africars huwa inatoa wasaa huwa, yaani inatoa ushauri okay, ikiwa kwamba huyu mtu anachonunua ni kama anajiingiza kwenye matatizo tu, lakini labda mahitaji okay, yake angeweza kununua gari fulani ingekuwa sawa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 kama hapa juzi pia nimepata hiyo kama hiyo anazoniambia. mm. Kuna mteja alikuja pale ofisini. wow. Anawaambia mimi nataka costa, nikaambia ah, kwa nini unataka costa kwa kazi gani? mm. Nikambe anataka kwa jiji la daladala, nikamjia hapana, costa kwa daladala haiwezekani kwa sababu costa ni luxury car, haiwezi patumiwa kwa daladala. sawa uh. ni expensive ni, lakini anajua mimi costa, anajua kwa sababu ni maarufu hivi na kujwa uh, uh, uh. Kwa hiyo nikimtoa costa baada ya nitafanya kazi vizuri sana, nikambe hapana, costa haiwezi kutumia kwa daladala. <laughs>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 Ni kweli hiyo inaendana na slogan yetu, Trust is our first priority. Hiyo ndio slogan yetu ya AFRICARS Company Limited, na twatoe tuwasiwasi wateja wetu kwenye kampuni ya AFRICARS Company Limited chini ya usimamizi wangu mimi, Hafidh Amir, tuko makini sana katika transaction zote za pesa, transaction za uagizaji wa gari na transaction pia, mteja atakapokuja pale kununua gari kwetu, pia tunampa support, yani tunampa maelekezo. mm. Gari hii inatumia oil, gari hii inafanya hivi, gari hii inatumika hivi. mm. na pia kama atachukua gari mteja, ataondoka nayo, ikitokea bahati mbaya labda matatizo yoyote, tunamtengenezea free. Mm. mm. Ah, okay. Uh, Ina, kwa ni, ni, kwa ni kama mna warranty time ya yeah, one month. Aha, mm. Okay. Kwa hiyo kama kesi yoyote ambayo inatokea labda mteja amechukua bahati mbaya imetokea tatizo lolote mm. tunampa warranty. Mashallah. Hiyo mm. nzuri sana kaka mm. Ndio, ndio. Okay. Kuna watu ambao ni first timers kwenye magari mm. kwenye magari kwa mara ya kwanza. Okay. Hajawahi kumiliki gari kabisa. Ndio, ndio. Mtu kama huyu ambaye mm. sasa hivi anatazama kipindi chetu, ameshaanza kuwaza, okay, gari langu la kwanza nitanunua Africars. Ndio ndio. Mimi nitamshauri azingatie wakati akiendelea hiyo safari yake ya kununua gari au katika maandalizi ya kununua gari, anatakiwa kuzingatia vitu gani? kitu cha kwanza kwanza, achague kwanza sehemu sahihi, kwa sababu sasa hivi kuna kampuni nyingi za uuzaji magari. Ipo mm. nyingi sana. Kwa hiyo achague kwanza sehemu sahihi ni sehemu ambayo anajua nikiweka pesa yangu nakuwa na amani. Naam. Hicho ndio kitu cha kwanza kabla hajachagua gari ya kutaka kununua. Kitu cha pili katika uigizaji wa magari kuna vitu vingi vipo ndani yake au pia katika magari ambayo yapo showroom. Mm. Unaweza kuta showroom nyingi kwa hapa mjini zilizopo magari anakuta labda mtu ameitoa na gari magari na watu wengine sio gari za kwake mwenyewe, umeona? Mm. Pia kwenye ubora wa magari kwa hiyo tunamshauri sana mteja anapokuja na pia anapofikiria kununua gari. Yeah. Azingatie pia kwenye ubora wa gari quality. Mm. Kwa sababu anaweza labda akasema ngoja nimeona kampuni fulani gari fulani anauza milioni 10. Mm. Mathalan. Mm. Na nicheke Africa gari anauza milioni 13. Mm. Kwa nini sasa niende kwenye 13 nisende kwenye 10? Umeona? Naam. Eh, kwa hapo tunamshauri mteja kama huyu kwanza angalie quality ya gari, kwa sababu gari hizi asilimia tisini na tisa ni used cars zimetumika Japani. Kwa hiyo pia kule katika manunuzi inategemea na gari imetumika vipi. Unaona, mileage kama kilomita, ubora wa gari, imetumika vipi kwao. Pia katika manunuzi tunavyonunua, unaweza ukanunua gari bei juu kidogo zaidi kulingana na ubora wa gari ulivyo, unaona. Sasa mteja pia tunamshauri kama atakuwa anafikiria kununua gari akisema kwanza nifanye survey ya bei kwanza niangalie. Mm. E, sisi tunamshauri kwanza angalie ubora. <laughs> Kweli, yeah. Maisha ni magumu, mtu anaangalia pia na mfuko wake, mm, ulivyo uko vipi, lakini pia kwenye masuala ya gari, kwa sababu gari inatembea, inahitaji sana mteja aangalie sana ubora.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 Tuna makenika, tuna mafundi pale na na mafundi pale ambao ni experts wa magari, wanakagua ile gari kwanza, kama gari mbovu hatuchukui. Okay, yaani wateja tu hatunani kabisa, tusameheane. Kwa hiyo tunachukua gari ambayo ni mzima, mtu labda ameshatumia tu gari yake yeah, miaka miwili mitatu, anataka kubadilisha, mm, achukue gari nyingine. Ile magari nayo yanachosha, ukaa nayo miaka miwili mitatu, ah gari bwana, nimechoka, lakini gari mzima, natembea haina shida yote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 So, so, wanakuja wateja wengine wanahitaji gari ambazo zimeshatumika hapa hapa, uwezo wao ni mdogo, kwa hiyo wanazinunua zile gari lakini zinakuwa kwenye good condition. Atachukua gari mrefu. Binafsi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 sasa hivi inaitwa Dodoma HQ. Mm, okay. Hiyo tunaita Dodoma kwa sababu unajua serikali yote sasa hivi kwa Dodoma. <laughs> na sisi tunaita pale Dodoma kwa sababu ni sehemu kubwa mtu okay, anaweza kupata choice kuna magari zaidi ya 200 pale. Ndio. Yapo ndani. Mm. Kwa mtu anaweza kupata choice ya kuchagua mwenyewe anachotaka. Mm. Okay. Alafu pia tuna zingine zipo kama pale Tip Top pale Usangi House. Mm. Na showroom nyingine ipo pale oposit na nani TCB Benki, kuna showroom mingine tunayo. Mm. magomoni mambechai tuna shorum Mm. kama unaenda Kimondoni Mm. morokoteli pale Mm. pale tuna showroom Mm. mbili kwa wateja ambao wanaenda Kimondoni, naeza akatupata upande wa kushoto. Mm. kuna wateja ambao natoka Kinondoni nakuja Magomeni, upande wa kushoto pia tupo. mm -hmm, okay. on kwa hiyo ukiachana na aina ya magari ambayo ndio yanatumika sana huku kwetu mm -hmm. nina special, nina special request nataka kuagiza Yes. Bentley moja nimeiona. Hii inafanyika yes. pia hiyo pia inafanyika tena kwa weledi wa hali ya juu. Kwa sababu ni bwana, watu wamekuwa wakihofia sana, unaagiza gari yako uh, nzuri, lakini kuna vitu vinachomolewa chomolewa bandari huko kwenye meli unakuta, kwa sisi yani, uh, tuna tuna weledi kwa sababu tuna tuna watu wetu ambao wapo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 labda Malaysia au wapi, sisi tuna, tuna watu wetu ambao wanaenda anakagua physical zile gari na mm. gari tunamletea mteja katika condition good condition kabisa. Sawa sawa na mimi mm. hayo tuliongea kuhusu magari, yatakuwa yamejibu yes, maswali mengi mengine, na hata mm. mm. hayajaulizwa pia mm. uh, kwa zaidi kwenye kwenye Instagram pale inapatikana kama Africars underscore Tanzania. Aha, yes Africars underscore Tanzania ndio unatembelea kwenye Instagram muda mm -hmm. wote. Tazama kikubwa sana nilichojifunza leo kutoka kwa ndugu zangu Africars ni kwamba mm -hmm. kweli unaweza ukaangalia IST flani, hii IST unaitafuta huku inauzwa da milioni saba milioni sita lakini hasti hiyo ukaikuta ukinuzwa milioni kumi na tisa milioni ishirini mm, na moja milioni kumi na tano ah, ukaona mara mingine kimbilia huko, lakini kikubwa ni kwamba tumeambiwa hapa, angalia quality kwanza kabla ujaangalia gharama kwanza, mm. uenda, ya kwa sababu huenda ukapita shortcut yako ya kufata cha yenye bei nafuu, lakini kikakutesa ukatumia pesa nyingi sana, ambayo ndani ya muda mfupi kujikuta umeshafunika ile gharama ambayo mm. kwa, ambayo mm. yenye ile kule. Kwa hiyo naona unafuu ambao unaweza kununua mm. kwa mkopo kama ukalipia 50% alafu hiyo nyingine mkakubaliana ndani yeah. ya muda fulani ukamalizia. Hiyo, jambo zuri sana swali. Langu amao limebakia natamani na. kujua nini kimewasukuma mkaingia kudhamini <laughs> mashindano makubwa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni. Hiyo hicho kwanza kitu cha msingi sana. Qur'ani ni mwongozo. Qur'ani, Mashaallah hmm. ni mwongozo okay. na siku zote katika hizi vitu ambavyo vinaenda kwa jamii sisi tuko mstari wa mbele katika kudhamini, yeah. kwa mara nyingi katika swala hili la Qurani, si tuko mstari wa mbele sana katika udhamini wake, kwa sababu yeah. najua hmm. Qurani ni mwongozo na ni mwangaza pia. kwa hiyo hmm. pale unaposoma pale watu wanakuwa wanajifunza mambo mengi sana, kwa hiyo sisi pia kitu kama hicho kinatuvutia sana, ndio nah. uma tumekidhamini tume